Mimi naitwa Dr. Moses Mulungu, ni mmoja kati ya madaktari wa Mama Samia ambao tumekuja hapa siku ya leo katika hospitali ya manispaa ya Singida. Tuko madaktari mbalimbali mbali. Kuna daktari bingwa wa usingizi, kuna daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake, kuna daktari bingwa wa upasuaji, kuna daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na kuna daktari bingwa wa watoto tumekuja hapa kuwahudumia wananchi wa mkoa wa Singida katika ile hospitali ya manispaa. Tutafanya kazi mbalimbali mbali kutokana na ugonjwa ambao utakuwepo wa wagonjwa. Tunaomba wananchi wote waje kwa wingi katika mkoa wetu wa Singida tuwape huduma. Tutafanya kazi za kibingwa kabisa katika hospitali yetu hii, tutawasaidia wananchi wa magonjwa mbalimbali mbali. Kama magonjwa ya upasuaji atakuwepo, tutawasaidia magonjwa ya watoto na magonjwa ya wanawake. Tuko hapa pia na wafanyakazi wenzetu, tunajengeana uwezo ili kuweza kuboresha huduma katika maeneo haya yetu ya Singida. Asante.